Diamond Platinumz Jumapili hii yuko kule Mwanga, Kilimanjaro sehemu inaitwa Nyumba ya Mungu ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekwenda kuzindua mradi wa maji wa Same Mwanga hadi Korogwe ambapo sasa yeye pia bila shaka atakwenda kutumbuiza. Katika moja ya kitu ambacho kina trend kwa sasa mtandaoni ni video aliyoshare kwenye ukurasa wake wa Instagram kwenye Insta story ambao una followers zaidi ya milioni 18.2. Ameweka video ya msichana ambaye ukiangalia umri wake ni miaka kama 16, 17 mpaka 19 wa sekondari, wimbo wa taifa unapigwa na yeye pekee uh, au na wachache wengine ndio ambao wamepiga saluti kabisa kuheshimu wimbo wa taifa unavyopigwa. Katika hiyo video, Diamond akawa ameandika maneno haya, baadaye akitoboa kwenye maisha watasema, uzuri umembeba Kumbe mwenzao yuko makini hasa. Alikuwa kwenye gari anamrekodi huyo binti, na kweli binti ni mrembo eh, kama ambavyo anaonekana. Na sasa msikilize hapa eh, Diamond alivyokuwa anasistiza kila ambacho amekifanya huyu binti, baada, watasema, uzuri unambeba. Ona mtoto baada ya kitoboa maisha, anasema oh, amna lolote, zuri tu. Sasa naamini kwamba eh, marafiki zake, watu wa familia yake sasa hivi wanazungumza na akirudi nyumbani, tumekuona Diamond amekuposti na vitu kama hivyo eh, na tayari kiukweli, huyu binti anakuwa famous kutokana na power ya Diamond Platinum, namna ambavyo amemsifia, lakini pia kumshare kwenye peji yake ya Instagram yenye followers zaidi ya milioni 18